So, tuangalie kidogo uh, isamari ya tulichojifunza, na kwa kanuni tulioangalia, kwamba kibiblia siku moja inaweza ikawakilishwa kwa miaka elfu moja na miaka elfu moja kwa siku moja, yaani maneno ambayo maarufu sana na watu wengi wanafahamu yanapatikana uh, kile kitabu cha waraka wa pili wa Petro uh, sura ya tatu. Uh, kimsingi sura nzima amezungumzia kuhusiana na kwanza tumeanza kuona anasema kwamba waraka huu ndio wa pili anaoandikia, kwamba anasema kwamba ameandikia waraka wa pili kuna Petro wa kwanza na ndio nyaraka ya pili, na anasema katika zote mbili naziamsha nia zenu safi kwa kwa kuwakumbusha. Anawakumbusha hao watu, anasema mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa wa zamani na manabii watakatifu. Anazungumzia maneno yaliyonenwa wa zamani na manabii watakatifu, maanake anazungumzia maneno ya kinabii yaliyozungumzwa na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu. Nikijua kwanza neno hili ya kwamba siku za mwisho kwa, kumbe anazungumzia hapa kuhusiana na siku za mwisho. Nasema siku za mwisho watakuja na dhihaka zao, watu wenye kudhihaki watawafuta wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Wanasema kwamba tangu uh, itolewe ahadi ya kuja kwamba Kristo atarudi uh, Aa, siku, kuna siku za mwisho nasema mona, vitu bado viko vile vile. Kwa anasema siku za mwisho wataibuka watu aa, wenye kudhihaki, kama unavyoona sasa hivi. wanasema Yesu watu wasema Yesu atarudi, mpaka leo Yesu atarudi. anasema alistabili pite. Petro, Petro akasema kwamba siku za mwisho ataibuka watu hao, na tuwe nao makini kwamba atasema mwana kama hivi mwana kama hivi. Lakini Petro baadaye anakuja kuambia kwamba wasisahau jambo moja, anasema katika msewana anasema, lakini wapenzi, msilisahau neno hili. Anatuambia tusisahau ya kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja. Bwana hakawai kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyo dhani, wanavyo kudhani kukalia, bali vumilia kuvumilia kwenu maana apendi mtu yeyote apotee, bali wote waifikirie toba. kwa Petro anatoa uhusiano muhimu sana, anasema kuwa wapenzi, siku moja kwa Bwana ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja. Kimsingi hiki ndicho anachosema Petro ya kwamba kwa Bwana Uh, Petro wa kwanza ii tatu nane anasema uh, siku moja ni kama miaka elfu moja kina jeshi hapa mesema miaka elfu moja ni kama siku moja. Hii ni kanuni, ni kanuni ya kinabii ambayo Petro ametumia hapa. Kwenye Biblia kuna kanuni mbalimbali mbali za kinabii. Uh, nyingine anasema kwamba mwaka siku moja itakuwa ni kama mwaka mmoja, kama pale tulipoona uh, wale wapelelezi wapoenda Kanaani, wakaambiwa kwamba walivyorudi na taarifa mbovu wale kumi na wale wale waliporudi na taarifa njema wakaambia sasa, kwa siku siku 40 ambazo mnaenda kufanya upelelezi Kanani, basi kila siku itawakilishwa na miaka kumi jangwani. Hivyo wanaweza kuzunguka miaka 40 jangwani kwa siku 40 ambazo waenda kupeleleza uh, taifa lile la Kanani. Kwa uhusiano mwingine ambao Mungu anatuonyesha hapa wakinabii, ni kwamba siku moja kwa Bwana ni kama miaka elfu moja na miaka elfu moja ni kama siku moja. Lakini uhusiano sio Petro sio wa kwanza kuandika uhusiano sio wa kwanza aa, tukisoma agano la kale tunakuta kwenye Zaburi ya tisini, kama tulivyosema, kwamba ha, Biblia imezungumza pale kwenye Zaburi ya tisini, imezungumza pale. Nakumbuka wakati tunaanga tunafungua, mwandishi wa Zaburi ya tisini alikuwa ni Musa. Musa ndiyo mwandishi wa Zaburi ya tisini, na tukitambua Musa ndiyo aliyoandika Torati pia. Kwa hiyo tunaposoma hii tutambue kwamba huu ni mwandishi ambao anatambua Uh, kuhusiana na Torati tisini mstari wa tatu biblia anasema wamrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini enyi wanadamu, maana miaka elfu machoni pako ni kama siku Kuu ya jana ambao ni siku moja ikiisha kupita maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita hapo sasa tunatambua Petro alitoa wapi hii kanuni ya kusema siku moja kwa Bwana ni kama miaka elfu moja, na miaka elfu moja, ni kama siku moja Musa kwenye Zaburi ya tisini akuja kukirudia kitu hicho hicho nakusema kwamba miaka elfu moja kwako Uh, ni kama siku ya jana ambayo ni siku moja ikiisha kupita. Hivyo wanahusianisha uhusiano huo aliosema Petro na alichokisema Musa vinalingana na kwamba kuna hii kanuni ambayo imetumika kwenye Biblia ya kwamba siku moja inaweza kuwakilisha miaka elfu moja kinabii ama miaka elfu moja inaweza kuwakilisha siku moja kinabii. Ndo maana ametumia amesema kwa Bwana, maana yake ni kinabii, sio kwa wanadamu. Kwa wanadamu siku moja ni siku moja na miaka elfu moja ni miaka elfu moja, lakini kwa Bwana ina maana tunaa kauli za kinabii ambazo zimetumika sasa. Hii kauli tunaipata kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Aa, na turudi hapo kwenye Musa alicho kusema hapa, wamrudisha mtu mavumbini, ili neno tunalipata wapi? Tunalipata kwenye kitabu cha Mwanzo, mwanadamu alipoambiwa kuwa wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Usemapo, rudini enyi wanadamu. Ina maana hii kauli ipo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari wa kumi na tisa. Tukisoma hapa tukiangalia referensi tunaipata kwamba Zaburi ya tisini tatu ipo Mwanzo tatu kumi na tisa. Tunaipata hii, nakumbuka Mwanzo aliandika Musa, anasema rudipo mara mavumbini, tatu kumi na tisa nasema haja hapo kwa jasho la uso wako, ni hukumu ya Mungu alikua anatoa kwa mwanadamu baada ya kula tunda. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudi ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana u mavumbi wewe na mavumbini utarudi, anaambiwa u mavumbini utarudi manake. Lakini tukisoma kile kitabu cha mwanzo hapo hapo sura ya pili, Mungu alipokuwa anampa onyo Adamu akamwambia, lakini matunda ya mti wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda mti huo utakufa. Ina maana kufa imetafsiriwa kama kurudi mavumbini. Kufa aa, ni kurudi mavumbini. Siku utakapokula tunda hakika utakufa. Sasa tujiulize swali, je, Adamu alikufa siku hiyo hiyo ya kibinadamu alipokula tunda? Naomba tuangalie Mwanzo tano tano. Biblia anasema kwamba siku zote za Adamu alizoishi ni miaka mia kenda na thelathini naye akafa. Mia kenda ni mia tisa na thelathini, namaana Adamu aliishi miaka mia tisa na thelathini ndipo akafa. Lakini Biblia imetuambia kwamba Mungu anamwambia siku atakapokula atakufa, lakini tumesema kufa jee, ni kurudi mavumbini. Je, lini Adamu arudi mavumbini? Baada ya miaka mia tisa thelathini ndipo akafa, ambao ndio kurudi mavumbini. Namaana je neno lilikuwa limekosea ambao limesema ukila tunda siku hiyo hiyo hapana tunarudi kwenye kanuni ya kinabii ambayo inasema kwamba siku moja kwa bwana kumbuka hii neno alitamka bwana alimwambia adamu bwana akamwambia siku utakapokula utakufa hakika na hakika maana yake atakufa watu wanasema kwamba adamu alikufa kiroho alikufa kiroho siku hiyo hiyo lakini tumetasimia kwamba kufa ni kurudi mavumbini na adamu alirudi mavumbini baada ya miaka mia tisa Inamaana Biblia imekosea iliposema siku hiyo hiyo? Lakini kumbuka, kwa Bwana siku moja ni miaka elfu moja miaka elfu moja ni siku moja. Ina maana Adamu alirudi mavumbini ndani ya siku moja baada ya kula tunda ambao ulikuwa ni ndani ya miaka elfu moja, ambao Adamu alikufa mwaka wa mia tisa na thelathini ina maana alikuwa ndani ya siku moja kwa Bwana ina maana, inathibitisha kanuni yetu ya kwamba kwa Bwana siku moja ni miaka elfu moja na miaka elfu moja ni sawasawa na siku moja. Katika kipindi kinachofuata kama tulivyosema, tutaangalia kuhusiana huko kwa undani zaidi na kutazama kuhusiana na miaka elfu saba ya dunia na jinsi gani kwa sasa tupo mwishoni kabisa wa kuondoka hapa duniani kulingana na unabii wa kwenye Biblia. Tupo karibu sana na kuondoka hapa duniani. Mungu akubariki sana na mimejifunza, na tuonane siku nyingine. Amen.